ya B2 Yatta ya kaunti ya Kitui wanalilia haki ya umiliki wa ranchi yao bila kuingiliwa na viongozi wa serikali ya kaunti. Wanachama hao wa ranchi hiyo wanasema wamekuwa na wakati mgumu wa kuwekeza na kufanya biashara katika ardhi hiyo kwa madai ya kuingililiwa na baadhi ya wafanyikazi wa kaunti ya Kitui. Wanaomba kupewa amani ya kuendelea na biashara zao kwani mkataba waliotia sahihi na serikali ya kaunti imekataa kutimiza. Ardhi hiyo ya hekari elfu 240 inamilikiwa na wanachama zaidi ya elfu nne kwa zaidi ya miaka hamsini iliyopita. Size members wameanza juhudi zao za kutaka kufufua society tulu, tulu, kupitia kupeana e, shamba kidogo kwa members ili wajiinue wa, wa, wa na kutafutia ng'ombe zile ziko hapa chakula. Serikali imeanza ama, serikali ya kaunti kupitia kwa waziri wa lands ameanza wa, wa, wa kupinga hiyo kitu mpaka biko nini, hatuwezi fanya kwa msitu wetu. Lakini serikali ya kaunti kupitia kwa waziri wa lands wa, wa, wa imeanza kuleta hiyo maneno yote chini. Tunataka kujua tatoka wapi ile lile. Tunalilia sana sisi members ya B2 kutoka leo tarehe kumi na mbili mwezi ya kumi na moja, ni serikali ione umuhimu wa kutunza hii shamba na kutuza ile members wako wako hapa, sababu mwenye nguvu ni mwenye namba ya hii shamba, na sisi ndio tumelisi hii shamba kutoka 1964 na lisi yake itaisha ya 2065. Kwa hivyo hapo tuko na miaka kama 40 hivi, na viongozi wa serikali watoke hapa, sisi tuendeshe society yetu kulingana na utaratibu wa society vile cooperative zinasema. Tumeagree na na account Iyi hapa tumepatia mahali pa ekeb, injenge, vile kama vile kumechemwa, na tukaangulia na hiyo, na hiyo imechange, na hiyo tukaandikania MOU iko, lakini vile tumesema hakuna kitu wame, wamefanya, tu, wamekeuka sisi ni kwa vile minister wa land anakuyanga hapa Bwana Kimanga, hii meeting zote tulikuwa naye kwa hii muti, na hakuna siku amekanusia hiyo. Sasa ndio ameanza kuanusia wakati ameona tume, tumeanza ku,